Umewahi kuingia kwenye kikao, interview, au hata date, na ukahisi watu hawakuchukulii kwa uzito? Ukweli ni kwamba huna saa kumi za kujielezea, una sekunde 30 tu, kabla akili ya mwenzako haijakuweka kwenye kundi la watu wa kawaida. Leo nitakupa mbinu sita za kisaikolojia zitakazo kuhakikishia unamteka mtu yoyote papo hapo. Usiondoke kabla ya kuiona pointi ya mwisho. Kwa sababu hiyo ndiyo game changer na itabadilisha kila kitu. Na kama upo tayari kubadili mindset yako na kuwa toleo bora la wewe, gusa hiyo button ya subscribe na like video hii, twende tukachimbue akili. Mbinu ya kwanza: tabasamu la kidiplomasia, the flooding smile. usitoe tabasamu la haraka punde tu unapomwona mtu. Ukifanya hivyo, akili yake inachukulia kuwa wewe ni mtu wa cheche unayetabasamu kwa kila mtu unayekutana naye. Hivyo tabasamu lako halina thamani. Badala yake mtazame mtu usoni kwa sekunde moja, tulia kidogo, kisha ruhusu tabasamu lako lisambaye polepole, kuanzia mdomoni hadi kwenye macho. Hii inaitwa flooding smile kwa sababu linaonekana kutiririka kutoka ndani kwenda nje. Kisaikolojia, hii inamfanya mtu ahisi kuwa umemchunguza kwanza ukampima na ukagundua kuwa anastahili tabasamu lako. Inatengeneza hisia ya upekee na uaminifu, Authenticity. 2. Mawasiliano ya macho, Sticky eyes. Macho ni lango la nafsi na jinsi unavyoyatumia inaamua kama utaonekana mshindi au mdhaifu. Watu wengi wakikutana na mtu mwenye mamlaka, hukwepesha macho haraka. Jambo linaloashiria uoga. Tumia mbinu ya Sticky eyes. Unapoongea na mtu, usikate mawasiliano ya macho haraka sana hata kama umemaliza kuongea. Vuta sekunde moja zaidi kabla ya kugeuza macho yako pembeni. Tafiti zinaonyesha kuwa watu wanaofanya hivi wanaonekana kuwa na akili zaidi, highly intelligent, na wenye kujiamini . Ni kama unamwambia mwenzako, sikuogopi, na niko hapa kwa ajili yako. Tatu, mbinu ya The Premature We. Tengeneza mazingira ya kuwa timu moja. Mbinu hii inatumika kuvunja umbali kati ya watu wawili waliojuana sasa hivi na kuwafanya waonekane marafiki wa zamani. Anza kutumia neno sisi au sisi sote mapema sana kwenye maongezi. Badala ya kusema wewe unaonaje hali ya hewa sema, hali ya hewa inatukomesha sisi leo, au sio? Unapotumia neno sisi, unamlazimisha mtu kisaikolojia kujiweka kundi moja na wewe. Unamfanya ajihisi kuwa ninyi ni timu dhidi ya changamoto fulani, hata kama ni hali ya hewa au foleni, jambo ambalo linafuta ugeni na kuleta uaminifu wa haraka. Nne, mbinu ya kioo The mirroring effect. Mbinu hii inategemea seli za ubongo zinazoitwa mirror neurons. Binadamu tunajihisi salama zaidi tunapokuwa na watu wanaofanana na sisi katika tabia na mienendo. Anza kuiga kwa ujanja mkao wa mtu unayeongea naye. Kama amekaa amepishanisha miguu, nawe fanya hivyo baada ya muda mfupi. Kama anatumia maneno fulani ya sifa mara kwa mara, yatumie na wewe. Hii sio kumwiga kama nyani, bali ni kutengeneza vibe inayofanana. Akili yake ya chini ya utambuzi, subconscious, itaanza kusema huyu mtu ni kama mimi, itakuwa na mkubali. Mbinu ya tano, the positive gossip, sengenya kwa uzuri. Mbinu hii inajenga picha yako kama mtu mwenye roho nzuri na mwaminifu. Unapokuwa kwenye mazungumzo ya kwanza na mtu, Taja sifa nzuri ya mtu mwingine ambaye hayupo hapo. Kwa mfano, nimependa jinsi kaka yule anavyohudumia watu kwa tabasamu. Huu unaitwa spontaneous trait transference. Binadamu tuna tabia ya kuhusisha sifa unazozisema kwa wengine na wewe mwenyewe. Ukimsifu mtu mwingine kuwa ni mkarimu au mwerevu, huyo unayeongea naye Ataanza kukuona wewe kuwa ni mkarimu na mwerevu. Ni mbinu salama ya kujisifia bila kuonekana una majivuno. Mbinu ya jina, The Ultimate Hack. Tumefika kwenye pointi yenye nguvu zaidi tuliyoiahidi. Hii ndiyo siri inayotumiwa na viongozi na na watu wenye ushawishi mkubwa duniani kuiteka akili ya mtu yoyote papo hapo. Kisaikolojia, hakuna sauti tamu kwa binadamu kama sauti ya jina lake mwenyewe. Usiishie kusema mambo mzee au vipi rafiki. Maneno hayo ni ya jumla sana. Mara tu unapolijua jina lake, litumie angalau mara mbili kwenye maongezi yenu ya kwanza. Badala ya kusema wazo lako ni zuri, sema Juma, wazo lako ni zuri sana. Hii inatengeneza muunganisho wa kihisia, instant bond, na kumfanya ajihisi kuwa na ukaribu nawe wa damu ndani ya sekunde chache. Ukimuita mtu jina lake, unamwambia kisaikolojia kuwa wewe ni muhimu kwangu, na hiyo ndiyo siri kuu ya kukubalika. Ziko hapo mbinu sita zenye nguvu ambazo ukienda kuzitumia leo utaona mabadiliko makubwa kwenye jinsi watu wanavyokuchukulia. Lakini kabla sijaondoka, nina swali moja kwako. Ni mbinu gani kati ya hizi unaona imekugusa zaidi au umekuwa ukifanya bila kujua? Miandikie hapo chini kwenye comments. Nitapita kusoma na kujibu maoni yenu. Na kama unataka kuwa mtaalamu wa mindset na psychology ya mafanikio, hakikisha umesubscribe na kujiunga na familia hii. Asante kwa kutazama na tukutane kwenye video ijayo.